Minaitwa Mr. Tam, hii ni Firebase FM 99.7, Kizi mkazi 99.7, Firebase FM Kiembe Samaki. Tuko hapa Zanzibar bwana, mitaa ya Michinzani, na niko maeneo ya jumba la Thabit Combo, moja ya sehemu maarufu kulikweli katika visiwa hivi vya Marashi ya Karafuu na niko katika kijiwe cha bodaboda boda kuja kuzungumza na baadhi ya mashabiki wa mpira wa miguu, na kama tunavyoelewa siku ya Juma Mosi, e bana, saa kumi jioni uh, kutakuwa na mtanange wa Young Africa wakiwakaribisha Farabat kutoka Morocco katika ligi ya CAF Champions League. Wana nini cha kuzungumza mashabiki wa mpira wa miguu kuelekea mchezo huu na je wewe ambao unanaangalia nani ambaye atakuwa e, bana mshindi wa mechi hii kati ya Yanga e, na Farabat kutoka Moroko? Je, yeah. Yanga ataonyesha ubabe wake nyumbani ama Farabat atakuja kuwakomesha e, na kuatia adabu bana Yanga Afrika na kuonyesha ubabe ugenini? Twenzetu tukasikilize yale ambayo mashabiki wa mpira wa miguu wako nayo kuelekea mchezo huu e, bana. Karibu sana mzee wangu ili tupate mawili matatu kuelekea ka mchezo huu. habari yako? poa mambo vipi? kama kawa? kama kawaida mzuka? mzuka bana, taarifa ya uwepo wa mchezo huu hapa Zanzibar pale New Amani Complex kati ya Farabat kutoka Morocco na Yanga Afrika kutoka Tanzania katika CAF Champions League katika hatua ya makundi. Je, wewe unamuona nani atabaki na pointi tatu kibindoni kati ya Farabat na Yanga Afrika? Mm, cha kwanza tuseme labda ile kundi la Yanga ni gumu. Hicho ni cha kwanza kundi la Yanga ni gumu. Ile kundi ni gumu. Sababu hata kafu wenyewe ukiingia kwenye page yao wamepost kwamba ile kundi ni gumu. Yaani, e kafu wenyewe kafu wenyewe. Kitu gani ambacho kinawafanya kina, kina mashabiki muamini kwamba kundi la Yanga ni gumu sana kuliko makundi mengine? Sababu gani? hmm. Sababu ile Al-Ahli ni bingwa mara mara 12. na yupo katika kundi la kundi uh -huh. Yule JS Kabli, hmm. ule wa Algeria. hmm ibingwa mara mbili ndio ili kombe na yeye yumo mure, yumo huyu farabati mm. alikuwa bingwa elfu mm -hmm. moja mia tisa themanini na tano bwana, historia unatupa hiyo, na yeye yupo pale kati ya Yanga bado yeye Yanga hey. kutu... yeah, Yang. bado ya vanlizea, Yanga yeye yeah, alikuwa bingwa wapi Yanga yeye yeah, ni upcoming yani ni ni timu ambayo inakuja kwa kasi. Yaani kama msanii basi ni chino wanawani. Eh, sababu mwaka elfu mbili na ishirini na moja ishirini na mbili kitu kama hicho Yanga alikuwa mwana finali mm. wa Confederation. Ndiyo, ndiyo. Lakini ni club bingo afu wale wote wa Arabu. Arabu unajua kazi. Na wote wana historia kubwa. Wote wa Arabu wale. <laughs> <laughs> <laughs> Mpeleto wa Afrika au wa Arabu sasa umekutana na Madrid. Kwa hiyo uh, Waarabu unafananisha kama uh, Madrid yani yeah, ukubwa wao mpira wa Afrika kukutana na Waarabu yeah. Kabla umekutana na Madrid, kwa hiyo unaizungumzaje? Una, una mechi hii ya Jumamosi, lakini so far so good, Yanga shote na timu nzuri mm. japokuwa kidogo bado kuna mkanganyuko sababu mm. timu yake yote ile ya, ya mwaka jana ilikuwa bingwa ipo mm. ipo mm. ila kidogo tu fitness level haiko vizuri mm ila muombe, tu tumuombe tu pakome amke vizuri, maana pakome ndo anaona mtegemea ah okay koo, pakome. Kwa hiyo wewe unamuona nani anashinda mechi? Baba mimi niko 50 50. hakuna <laughs> mtu ambaye unampa uhakika baba, moroko ele, wala, moroko wala, Farabat wale. Simba amekufa pale pale nyumbani hapo, amani na wale wale watu kutoka huko Moroko, afisa huyu Farabat ni mkubwa kuliko yale yale kutana alomfunga Simba ile asberikani. Wewe utakuwepo mm -hmm, siku ya Jumamosi? Ndakitaidi niwepo. Japokuwa mimi sio shabiki wa Yanga yeah, ni jambo la nchi. Ah, la nyumbani, la wananchi, ni jambo la nchi, hapo haina noma. Lakini una uhakika ye, na, na, na na kundi la, la Yanga gumu, kundi la Yanga ni, ni gumu. Basi mimi nikushukuru. Asante sana. I don't know, usiache kusikiliza Firebase FM, bana, huyu ni shabiki wa, wa, wa, wa, wa mpira wa miguu lakini anasema kabisa yeye sio shabiki wa Yanga Afrika, lakini atakuwa yuko tayari kwa ajili ya kwenda pale New Amaan Complex, kwa ajili ya kuisupoti uh, timu ya wananchi na yeye kama unavyofahamu ni mwananchi, kwa yuko tayari kwa ajili ya kumsupport mwananchi mwenzie lakini akasema eh, hana mtu wa uhakika ambaye atashinda. Yawezekana Yanga akaondoka na pointi tatu, lakini pia Farabat kutoka Morocco yawezekana naye pia akaondoka na pointi tatu. Lakini akagusia na akatupa historia kwamba Farabat na ambao wapo katika kundi la Yanga ni kundi gumu kwelikweli na Farabat ana historia nzuri katika ligi hii ya Kafu, uh, Champions League. Mi naitwa Mr. Tamu. Hii ni Firebase FM 99.7, na, na nikiripoti kutoka hapa mitaa ya michinzani bwana, Unguja Zanzibar, asante bako niangalia.